Popote pale, ndugu wapenzi watukufu mnaofuatilia Maalim Shabani, tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie afya njema sisi na familia zetu na maelewano mazuri sisi na familia zetu. <coughs> Allah atujalie amani kwanza katika mioyo yetu, amani katika baina ya mke na mume, amani katika majumba yetu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuhifadhi na shari za shetani na atuhifadhi na shari na balala ushirikina. Ndugu zangu wapenzi watukufu, ni bora uende mbele ya Mwenyezi Mungu na makosa mengine tu, lakini sio kwenda mbele ya Allah hali ya kuwa umemshirikisha. Ndugu zangu, tuko katika mwendelezo e, wa tiba ya Qurani. Tulikuwa tunazungumzia mau shifaa, namna alivyofanya kuhusiana na wale mapaka e, mtu aliyejigeuza paka, kumbe si paka, kumbe ni binadamu. Hatima ya siku mau shifaa yakamuumbua kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. E, sasa kawa tumeelezea kwa kadiri Mwenyezi Mungu alivyotuwafikia, tukasema tutakuja kueleza <coughs> e, yupi paka e, unaweza utamjuaje kwamba paka huyu ni paka wa kawaida? sometimes si tuwafuga mapaka, na utamjuaje paka huyu si paka wa kawaida, ni paka e, paka mtu? Ndugu zangu, ni wale paka watu. Jambo la kwanza, paka watu, jambo la kwanza mimi kutana nao paka watu, wana wana uwezo wa kufunua mboga sehemu ambako hata kama umefunika na kitu kizito kadiri gani au alishai kututokea sisi. Huko kipindi tunaishi kinachukuliwa kinu, kile kizito kinu kinainuliwa namna hivi, kikishainuliwa kinawekwa sifuria hapa, kama ni ya mboga au nyama au chochote, halafu kile kinu kinafundikizwa. Paka wanakuja wanaangusha kile kinu, kisha wanachukua ile nyama wanaondoka nayo. Ndugu zangu u ni wapenzi watukufu, huyu sio paka. Umefunika vitu vizito, mpaka jiwe umeliweka, ukifika asubuhi lipashachukuliwa, eh, mboga utakuta mara ishaliwa au nyama ishachukuliwa. Huyu sio paka wa kawaida. Paka wa kawaida ukikifunika kitu barabara, umeshanifahamu vizuri, kitu kitu kizito, hanyanyui kitu kizito. Paka paka paka ukitaka kumjua paka, si paka wa kawaida ukiwakuta paka zaidi ya watano sita wanatembea pamoja, wanafatana desturi ya paka walivyo U, hata mara moja huwezi kuwakuta wanatembea pamoja kikosi namna hivyo, wanafatana wanakwenda kwenye njia. Kwa mfano unatembea barabarani ukawakuta paka wanakuja kikundi kama watano sita, au watatu, chwa chwa chwa wanakuja, unapishana nao hivi taratibu, huyo au paka hao, uwe na mashaka nao, si paka wa kawaida. Pili, katika kupishana, mshanifahamu vizuri, tunapeana hii elimu ndugu zangu ili tujue, wewe usione mapaka yanazunguka nyumbani kwako wewe tukajua ni paka, na pia usije ukapiga tu ukachukua paka ukampiga ukasema ni paka wa kichawi. Hasha, wakalla, nitakuja kukueleza dawa nyingine ili ujue ule ni paka, yani wa kichawi au si paka wa kichawi. Paka paka watu, paka wanaojigeuza kichawi ukipishana nao njiani, anakupisha kama anavyopisha binadamu. Paka wa asili aliyomuumba Mwenyezi Mungu, kama paka mnyama, akimwona mwanadamu anaingia polini vichwa kidogo, ukipishana hivi, anarudi tena kwenye barabara, anaendelea na barabara yake. Lakini ukimkuta paka mnapishana kama binadamu, yanapita hapa na we unapita hapa, kuwa naye makini huyo paka huyo au kikuta kikosi cha paka, kikundi cha paka, kuanzia watatu watano sita kuendelea mbele, wamekaa sehemu hivi nyau nyau nyau, au sio paka au shehe? Paka wana desturi ya kutembea kikundi usiku. Paka maisha yao walivyo walivyo, kama binadamu jua <coughs> likizama na wao wanalala tena paka wale waki, wapaka, waki, w, w, w, w, paka, wale wanyama walivyo kama ameizoea nyumba fulani, ukifanya masiara ukiacha mlango wako wazi, unaweza kukuta kashaenda kulala kitandani kwako. Lakini ukikuta mapaka saa nane ya usiku, yanazunguka yanaingilia huku yanatokea huku, yanaingilia mtaa huu yanatokea mtaa huu, au si paka. Paka hau shehe, usije ukathubutu ukachukua tajio ukamtandika, kama si mtu wa dua. Na yamewakuta wengi, mtu kachukua tu kijiwi, anaona ah, huyu paka kama anankera vile, kumrushia, mkono umevimba hapo hapo. Msinifam vizuri, mi nishakuta naye mtu alimpiga kijiwe paka mkono ukavimba, mpaka tukaja kumfanzia dua, ule mkono ndo ukarudi. Huyu si paka shekhe. Au mara nyingine unawakuta unakuta kundi la paka linakuja kulia kwenye dirisha lako, yani dirishani, kama hapa, unawakuta wanakaa pale chini ya dirisha, utawasikia nyao nyao, sauti zao zinapishana, zinapishana kila siku wanakuja pale, wanakuja wanakupigia kelele. Ndugu yangu mtazamaji, hao si paka, hao ni wanga. Au unawakuta ikishafika saa sita ya usiku wanakuja kwenye mlango wako, wanakaa pale, paka zaidi ya watano sita, na wanakaa pamoja, wanarukaruka. Ndugu yangu hao si paka, hao paka. Walivyo maisha yao na wanadamu yanafanana fanana, yaani ile jua tu likizama, anatafuta sehemu yenye joto. Mara nyingi utaenda kumkuta na hata kwenye jiko, kwenye jivu jivu bana jibana anapata joto joto. Kama ni paka wa nyumbani kazoea sana ukiacha mlango wazi, unaweza kwenda kumkuta au kama kuna milango iko wazi na kuna kwenye vyumba kwenye godoro, kajibana kimya, kalala. Ndugu zangu tunafahamishana haya kwa lengo tupate kustafidi. Si kila paka utakayemuona ni paka, ukajua ni paka kweli. Ndio kama kisa hichi kilichotokea baada ya kumwagiwa maushifa miguu migu ya nyuma ikapooza Akawa hawezi kutembea, kumbe hakuwapaka. Na hatimaye asubuhi kulivyokucha, kufika jioni saa kumi, yule mzee anakutana na yule bwana, anaanza kumwambia unajua ulichokifanya jana. Yule yule kijana ambaye nimefanya nini, anamwambia haujui? <laughs> Jana unakumbuka ulichokifanya? Basi yule bwana akatanabahi na akajua kwamba kumbe yule bwana ndio aliyokuja pale kuja kunichezea. Sasa tukasema tunaelimishana hii elimu. Aa, kwa ajili hiyo ndugu zanguni wapenzi watukufu, paka hawa ukiwakuta wanakuja kikosi kuanzia watano sita, kila siku wanakuja kwa, kwa muda ule ule na saa ile ile ikifika, saa fulani wanatoweka. Ikifika saa hii, washafika hao paka, wanahitaji wewe ufanze dua <coughs> hao si paka wa kawaida. Tumefahamiana vizuri eh? Tunakuja kwenye huo mlolongo wa paka. Kuna mtu ukikuta unaota usingizini kakuja paka, alafu umempiga yule paka, unafika asubuhi unajikuta ule mkono uliompiga unauma. Yaani hiyo hiyo umekuta usingizini, lakini unaamka asubuhi unakuta ule mkono uliompiga yule paka unauma. Ina maana wale wanakuwa si paka, ni mchawi kaja kajigeuza kwa njia ya paka, na we umempiga, na umempiga kweli. Hatimaye siku ndio umepata na mashakili mkono, mara unakuta unauma. Ndugu zangu, tukikuta paka wamefuatana kikundi barabarani si paka. Ukikuta paka, chukua tahadhari. Ukikuta paka wamekaa kwenye mti chini usiku. Sana sana nazungumzia sana usiku. Hata mchana. Mchana paka mara nyingi anatembea kama wanadamu, wanakutana, wanakula kula. Lakini sana nazungumzia usiku. Ikishaingia giza, ukawakuta paka uko chini ya mti au sehemu fulani wamekaa kikosi namna hivi. Watano, sita, saba, kuwa nao makini kuwa na tahadhari nao hao sio paka wanatembea hivyo, wanapishana na wewe kama wanapishana na mtu, kuona tahadhari nao, hao sio paka. Au wanakuja kulia dirishani kwako kila siku ikifika wenda saa sita au ikifika saa tano au ikifika saa nane au saa saba wana ya usiku wanakuja kupiga kelele kama vile mtoto analia, wanapokezana zile sauti. Ndugu yangu, hao sio paka au sio? Au sio paka. Chukua tahadhari. Nini ukifanye, tutakuja kueleza katika kipindi kijacho, kwa sababu tutakuja kueleza pia na mbwa. Kipindi kinachokuja, tutakuja kueleza na mbwa. Mbwa gani ambaye si mbwa wa kawaida? Tunamhitaji mbwa yule wa kawaida kumjua, na tunahitaji kumjua mbwa si wa kawaida. Na je, utakapowaona ufanyeje? Kuna tahadhari unatakiwa uchukue. Sio kaona tu mbwa unachukua jiwe unampiga, ukajua kwamba ni mbwa. Sometimes unapiga mtu, tumefahamiana vizuri eh. Hao ndio viumbe ambao wanapenda sana kujigeuza mbwa, paka, mbwa paka, fisi <laughs> ni katika viumbe ambao wana wachawi, sijui wana urahisi gani kuhusu viumbe hao. Wanapenda sana kujigeuza fisi, utakuta sehemu mjini, hasa wala hamna mapori, utasikia fisi kapita mtaa, wapo. Unajiuliza fisi katokea pori gani? ni wachawi tena. Fisi mara nyingine anaenda kumdhuru mtu, madhara mazito, na mara nyingine anaweza taakamuua mtu. Fahamu huyo sio huyo, huyo sio fisi au simba. Kaibukia maeneo ya mjini, simba hana desturi ya kuibukia maeneo ya mjini, kwa sababu asili simba mwenyewe huwa anamwogopa mwanadamu. Ndio maana ukienda mbuga za wanyama wale simba wa kule, aghalabu sana kukuta simba kam, kamtafuna mwanadamu, kwa dalili hiyo Tulikuwa katika pointi ya paka, kuwajua paka gani eh, ni paka wa kawaida. Lakini ukimkuta paka anaingia mpaka ndani, ukimfukuza na kukimbia, huyo ni paka tu wa kawaida na danda, danda juu hivi mshanifahamu vizuri eh, huyo ni paka wa kawaida eh, ukimtisha siku moja, ukimpiga, ukimtishia bakora mara mbili mara tatu, lile eneo haji tena, huyo ni paka wa kawaida. Paka na mtindo kusoma, kumsoma mtu Paka anama, anajua kwamba huyu binadamu huyu mimi ananipenda na binadamu huyu mimi ananichukia. Ukimpiga bakora siku ya kwanza, siku ya pili, tena eneo hilo paka anaondoka, mshanifahamu vizuri eh e. Kwa ajili hiyo ndugu zangu wapenzi watukufu, hayo tuitakiwa tuyafahamu na tuyajue. Tahadhari kubwa, sio kaona paka wamekaa sehemu unachukua tu mjiti, unaweza ukatafuta matatizo. Kama si mtu ambaye unashughulika eh, kama si mtu ambaye haushughuliki na ibada, huna sala tano, huna nini, achana nayo <coughs> mshanifahamu vizuri eh? Na nitakuja kueleza sometime, unakuta kundi kubwa eh, la paka liko katikati ya njia alafu hawapishi, unatakiwa ufanyeje? Kama we si mtu wa dua na si mtu wa ibada, ni mtu tu wa kawaida, useme maneno gani liwe upate salama? Nitakuja kueleza katika kipindi kinachokuja tutakapokuja kueleza habari za mbwa, mbwa gani kwa kawaida na mbwa gani wanatumika kwenye uchawi au mbwa wa kichawi ambao wanajigeuza watu kuwa kama ni mbwa, kumbe hali ya kuwa e, si mbwa. Ndugu mtazamaji, namfuatilie Maalim Shabani. ma ushifa tunayo, e, ile dawa ya vidonda vya tumbo tunayo, limau mjarabu tunayo na kash kashikashi pia ipo. Ile dawa ya kuua majini, ile dawa niliyowaambieni ya kuua majini imeisha. Yani, unakunywa tu kifuniko kimoja, majini waliokuwa mwilini wanakufa wenyewe. Sio utani, majini waliokuwa mwilini wanakufa wenyewe. Imeisha, nafikiri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, baada ya wiki moja itakuwa tayari, baada ya wiki moja itakuwa tayari. Inaua majini, inaondoa uchawi uliofichikana katika ki, kiwiliwili cha mwanadamu. Ndugu mtazamaji, eh, mambo ni mazuri kweli kweli, usiache kufuatilia Maalim Shabani eh, kuwa mbele, mstari wa mbele kufuatilia Maalim Shabani ili upate mambo mazuri kama hayo. Nyuma kamera akisimama vyema Habibi Suleiman Ibn Sultani, na mimi ni ndugu yako Maalim Shabani, kutokea hapa Mbande, Maalim Shabani dua senta, atuna la ziada, sote tawapendeni kwa ajili ya Allah, uhibbukum fillah, uhibbukum fillahi fi, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ilal liqa.